Wao waliyemkutanisha Mariamu na Elizabeti, wao waliyemkutanisha mtumishi wako, waliyemkutanisha Kornelio na Petro, wao waliyewakutanisha mama wa Sarepta na Elia, Baba, ukamkutanisha mtoto wako na mtumishi wako, ukamkutanisha mtoto wako na mtumishi wako na hao watu sahihi, na hao watu sahihi waliobeba chakwake kila nyanja ya maisha yake, eneo la kiroho apate kukua kiroho apate, apate kukuj eneo la maisha yake kwenye uchumi wake kwenye kazi zake, endelea kumkutanisha na watu sahihi. Watoto wake ambao ni wanafunzi mashuleni, wakutanisha na watu sahihi. Toa Mungu, endelea kuomba omba, Mungu akupiganie vita omba Mungu akupigania vita unayokutana nayo. Eneo la watu kumekuwa na vita. Eneo la watu, kila unayempata lazima wavuruge vitu. Wengine mpaka mchana wa kazi nyumbani, wanaowapata lazima wavuruge. Kemea hiyo vita, kataa hayo maroho yanayozuia usikutanishwe na watu sahihi. Kataa hayo maroho kataa hayo maroho yanayozuia usikutanishwe na watu sahihi. Tunaendelea na hilo ombi la nne, Mungu aingilie kati vita yako. Mungu aingilie kati vita yako, akupiganie vita ya eneo la watu wengine wanazuiliwa, wengine maroho ya uharibifu yanapambana nao wasikutane na hao watu waliobeba vya kwao. Wengine wanakwepeshwa nao, wengine wanakwepeshwa na hao watu, wengine wanakwepeshwa wasikutanishwe nao, wasikutane nao. Wakati mwingine adui ameingiza ndani yao kukataliwa, kukataliwa kwa namna fulani, ili wale watu wasimsaidie. Tunapangua hiyo roho, faya faya

hachia njia yake ya watu sahihi, divine helpers, divine helpers lazima wasafiri kuelekea kwake, waje nyumbani kwake, waje kwenye maisha yake wakutane naye. Huyo ambaye e, Bwana ameshamtafuta miaka na miaka, amemtafuta miaka na miaka, amemtafuta miaka na miaka, hajafanikiwa kukutana naye, hajafanikiwa kuonana naye. Baba, asubuhi ya leo we are setting that appointment kwa jina la Yesu Kristo, tunaitengeneza hiyo appointment kwenye madhabahu hii, maana huyo ndiye mwenye funguo na anamjua mwenye funguo, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Na kwa omba, omba, omba, omba, mtu wa Mungu, omba. Mungu akupiganie hiyo vita. Kuna watu hapo, ni vita kamili, ni vita kamili. Kila unayepata anaharibu, kila unayepata anaharibu. Safari hii Mungu akupe Yusufu wako aliyebeba cha Bwana aliyebeba cha Bwana, hakupe Yakobo wako, hakupe Yakobo wako, akupe Yakobo wako kwa jina la Yesu, ambao mbaraka wa Bwana huko juu ya maisha yake. Bwana hakupigania hiyo vita, hakupe hao watu waliobeba cha kwako kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo na uhimidiwe Mungu, naishi na kumiliki na kutawala, na asante tena kwa ajili ya asubuhi ya leo. Tazama, umesema na watu wako waziwazi na umelituma neno lako nalo halitakurudia bure. Baba, ndipo ninapokusihi kama uishivyo na roho yako ikavyo, usikie sala na dua na maombi ya watu wako tena asubuhi ya leo. Na leo ni siku nyingine ya mafungo haya katika siku ya 33, ninaomba uweza wako wa kimbingu na nguvu yako ya ajabu ukapate kuonekana katika maisha ya watoto wako hata asubuhi ya leo usikie sala na dua na maombi usikubali na dhabihu na sadaka na nadhiri ambazo watoto wako wanaleta madhabahuni pako asubuhi ya leo. Ninaomba kwa ajili ya ndoto na maono makubwa ambayo watoto wako wamesimama kwayo uwabariki e Bwana, uwarudishie afya wale ambao ni wagonjwa, walioko hapa, walioko mahospitalini, walioko majumbani, mahali mahali ukawarudishie afya kama ulivyosema kwa kinywa cha nabii Jeremia, maana nitakurudishia afya nami nitakuponya jeraha zako zote, asema Bwana. Uwarudishie watoto wako afya na uwaponye na jeraha zao zote, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Baba, uwabariki watoto wako asubuhi ya leo. Ninaomba utupe amani katika nchi hii. Ninasimama kwenye madhabahu kama mchungaji na kuhani Ninabatilisha kila fitina za ulimwengu na kila mamlaka za giza na pembe za uasi na maroho ya Yezebeli yanayoinuka kinyume cha amani ya nchi hii. Kila fitina iliyochanganywa na damu za watu, Baba, tunavunja hayo maroho ya kuzimu. Tunabatilisha kabisa kila mamlaka za giza na pembe za uasi na manguvu yote ya kuzimu Tazama, kila silaha itakayoinuka juu yetu haitafanikiwa, na kila ulimi utakayoinuka kinyume cha nchi hii pia hautafanikiwa katika jina la Yesu Kristo. Bwana, utupe amani mahali hapa. Jehova, utubariki, ulikumbuke lango hili la Afrika. E eh, Bwana utukumbuke kwa rehema yako ya kimbingu na uweza wako ajabu, utubariki hata tunapoondoka hapa, uso wako uende pamoja nasi. Na zibarikiwe njia zetu na mapito yetu, na zibarikiwe kazi za mikono yetu. Ninawaombea hata wale wanaosafiri mahali mahali ndani na nje ya nchi. Baba, uwalinde mwilini, uwalinde rohoni, damu ya Yesu ikiwafunika na kuwanenea mema, uwatunze sasa na daima katika jina la Yesu. Ee Mungu Mwenyezi, utubarikie sisi na dhabihu na sadaka zetu tunazokutolea asubuhi ya leo, na uzipokee kwako mbinguni katika jina la Yesu, jina lipitalo kila majina, wote tuseme amen. Inamisheni vichwa vyenu, pokeeni mbaraka wa Bwana ninyi nyote mnaomtegemea. Na Bwana Mungu akubarikie na kukulinda, Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kufadhili, na Bwana Mungu akuinulie uso wake akupe amani, akubariki Mungu mwenyezi uingiapo na utokapo, kwa jina la Mungu Baba na mwana na roho Mtakatifu, amen. Tumpigie Bwana makofi mengi ya shangwe, haleluya! Ninaomba ukae katika uwepo wa Mungu wetu, ukae katika kiti chako cha muujiza asubuhi ya leo. Ninamshukuru Mungu sana ambaye ametuhudumia katika ibada hii, na ninamshukuru Mungu sana amelituma neno lake nalo halitamrudia bure. Ninakushukuru sana mwanangu, mwalimu engineer Gula Kimushi kwa ajili ya utume wa neno la Mungu asubuhi ya leo. Wapendwa, ninawashukuru ninyi mlioshiriki hapa, lakini wale ambao wameshiriki nasi kwa taabu kubwa. Leo tumepata shida na changamoto kubwa ya watu wa online, tumeshindwa kuconnect vizuri. Tuna shida ya mitambo pengine, lakini tunaendelea kuamini kwamba tutarekebisha. Lakini nitumie fursa hii kwa ajili ya matangazo machache. Kwanza ninaendelea kukumbusha juu ya maadhimisho yetu maalum ya mafungo ya siku 40 ni tarehe kumi na mbili Disemba, Ijumaa kama leo, yaani Ijumaa kama leo, Ijumaa ijayo ndio siku ambayo tunahitimisha mafungo haya. Tunahitimisha kwa ibada maalum ya sakramenti ya meza ya Bwana, lakini pia tunahitimisha uh, ibada ile au mafungo haya kwa sadaka maalum ya shukrani. Naomba sana ujiandae vizuri. Na pale nje tunazo t-shirt kwa ajili ya maadhimisho ya siku hiyo, lakini pia unaweza kupata nafasi ya kuchukua kama zawadi na kuwapelekea wengine, na hasa wale wanaosafiri. Katika ibada hiyo tutawaombea pia wale wanaosafiri kwenda mikoani, wale wanaosafiri kwenda uh, ndani na nje ya nchi kwa ajili ya sikukuu za Krismas na mwaka mpya, basi tutaombea safari. Ninakukaribisha katika ibada hiyo maalum, na Mungu wa amani akutunze, akufunike na neema yake. Tumsifu Yesu Kristo. Leo shule yetu ya msingi ya awali pamoja na msingi ya Jerusalem tunafunga shule. Kwa hiyo yale mapambo hapa unajua na, lazima ujibu maswali yote tangu unajiuliza kuna nini hapa tangu umeingia kwenye ibada hii. Kuna nini? Haya, majibu ndio haya, kwamba tuna graduation leo. Watoto wetu wa chekechea wana graduate kuondoka kwenye darasa la awali na wanaenda darasa la kwanza. Kwa hiyo ni graduation yao ya kwanza kwenye maisha yao, na hii ndio graduation yetu pia ya kwanza kwenye shule yetu. Madarasa ya awali wanaenda darasa la kwanza kwa hiyo tuna shughuli ndefu hapa kama unavyoona. Kwa hiyo tafadhali sana ninaendelea kuku, ta, kukuomba utuletee watoto. Shule yetu imeanza tangu madarasa ya awali uh, mpaka darasa la tatu na mwakani tunaingia darasa la nne. Kwa hiyo kama una mwanafunzi wa darasa la nne, naomba utuletee huyo mtoto. Shule yetu ni shule ya Kikristo. Tunao masista walezi wanaolea maadili na kuwasaidia hawa watoto na masista, naomba msimame mtupungie tena mkono. Hawa ni masista ambao wanafanya kazi ya kulea na kuwatunza hawa watoto katika maisha ya kiroho na kufundisha Biblia ndani yao, na ni shule ya Kikristo, ni shule tunayozingatia maadili, lakini pia tunayoangalia keria, tunalea vipawa vya watoto. Hata leo kutakuwa na wachache ambao wanaonyesha vipawa vyao, mainjinia madaktari tunawaidentify mapema kuanzia chekechea. Madaktari, walimu, manesi, uh, marubani, wanajeshi, wachungaji, kila mmoja na keria yake, na tunawafundisha don't bury your dream, usiizike ndoto yako. Kwa hiyo tunawalelea watoto ambao wanakuwa na utashi. Unajua, kuna ba... Asante masista, naomba mketi tafadhali. Kuna baadhi ya watu ambao wanafika mpaka chuo kikuu lakini haelewi yeye ni nani. Kwa hiyo mtoto tunamtengenezea sense of purpose, ile divine, eh, life ambayo Mungu ameiweka kwenye maisha ya kwake na divine purpose, ambayo Mungu amemletea amemweka ile sense of purpose ndio tunayoilea mapema, na leo pia wataonyesha baadhi ya madaktari watakuwa na kazi zao za kidaktari na hivyo na wanavaa kabisa uniform za kidaktari na vimashine vya kupima presha, na wengine wameshajua hata sasa namna gani ya kupima presha hivyo, lakini tunahakikisha kwamba wanakuwa katika keria yao. Niletee mtoto wako, niletee mjukuu wako, mama kitutu, niletee na vitukuu, niwalee. Hautajuta. Tangazo hili nalitangaza kila mara, lakini nataka nikuhakishie shule yetu inalea na inatunza mtu kwa namna ya kumfanya kuwa na, na our motto, our school motto inasema Be a better person. Kumfanya mtoto awe mtu anayefaa, atakayefaa kwenye familia, atakayefaa kwenye kanisa, atakayefaa kwenye jamii, atakayefaa katika nchi, atakayefaa katika bara la Afrika na duniani kote. Kwa hiyo ninakuomba tafadhali uniletee mtoto wako. Sasa tunapokea kwanzia madarasa ya awali mpaka darasa la nne. Leo tunafunga shule na leo tuna graduate na mgeni rasmi hapa atakuwa mkuu wetu wa jimbo la kaskazini, Mheshimiwa Mchungaji Jacob Mwangomola. tumsifu Yesu Kristo! pigieni Bwana makofi mengi. Na nimeitwa kwenye malezi, maisha yangu ya kichungaji, Mungu amenituma katika malezi. Hebu malezi. Simameni nyewe watu wawili warefu hapo, simameni hao warefu hapo E yupo na mwinjili siende. Sasa kama nalea hizi ngoma ndefu namna hii hapa. Na wanaadabu kama unavyoona. Nitashindwa kumlea mtoto wako, can you imagine? Kama hao warefu namna hii. Wanaadabu. Wewe unafikiri mtoto wako atashindwa kuwa naadabu kwenye hii shule. Na kuomba. Uniletee mtoto wako na mjukuu wako. Mungu ameniita kwenye malezi. Na ninalea. Na discipline is there. Always. Na bakora zinatembea. Hakuna cha urefu. Hakuna cha ndefu. Bakora ziko pale pale tu. Naomba mketi. Bwana asifiwe. <laughs> Na wakaribisha praise team mje hapa, na wakati huu ni na wakaribisha watu wote kwa ajili ya kumtolea Bwana dhabihu na sadaka. Na tafadhali wewe, ambaye umeshiriki pamoja nasi hapa, hakikisha umepata nafasi ya kumtolea Bwana dhabihu na sadaka. Jioni ni ibada maalumu ya friday prayer, ibada ya maombi. Hakikisha unashiriki na sisi katika ibada ile. Akubariki Mungu mwenyezi Uingiapo na utokapo, akutenge na watu wasio sahihi katika maisha yako kwako, na akuinulie watu walio sahihi katika maisha yako. Akujalie Mungu mwenyezi, kuwa kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, wote tuseme amen. Karibuni praise team wanapoimba, karibuni watu wote kumtolea dhabihu na sadaka Mungu wetu. Tunawatakia siku njema, tumsifu Yesu Kristo. Nitaomba watu wa Tehama na mitambo tafadhali niwakute ofisini kwangu.